Hapa ni taarifa za Lionel Messi, Kylian Mbappe na Cristiano Ronaldo kwa Kiswahili. Moja, Lionel Messi. Jina kamili Lionel Andres Messi Kusitini. Tarehe ya kuzaliwa 24 Juni 1987. Mahali alipozaliwa Rosario, Santa Fe, Argentina. Safari ya kuingia katika soka. Akiwa na umri wa miaka tano alianza kucheza soka katika klabu ya watoto Grandoli, akiwa anaelekezwa na babake. Baadaye aliweza kujiunga na akademia ya vijana ya Newells old Boys Rosario. Kupitia utabibu wake wa kurekebisha tatizo la ukuaji, hormone deficiency, FC Barcelona ilimchukua Hispania na kumwezesha kujiunga na kituo chao cha La Masia, ambapo alikulia na hatimaye kujiunga na kikosi cha kwanza akiwa na umri wa miaka 17. Kylian Mbappé jina kamili Kylian Mbappé Lottin. Tarehe ya kuzaliwa 20 Desemba 1998. Mahali alipozaliwa Ubondi, Seine Saint Denis, Ufaransa. Safari ya kuingia katika soka, alianza kucheza soka karibuni kwa familia yake inayopenda michezo. Baba yake alikuwa kocha wa soka na mama yake mchezaji handball wa taifa. Alijiunga na klabu ya vijana AS Bondi kisha alipigiwa debe na kituo mashuhuri cha Clairefontaine. Baadaye aliingia kwenye akademia ya AS Monaco akicheza mchezo wake wa kwanza wa kitaaluma akiwa na umri wa miaka 16 na kugonga nyimbo kwa kasi. Tatu, Cristiano Ronaldo. Jina kamili Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Tarehe ya kuzaliwa 5 Februari 1985. Mahali alipozaliwa Hufunchal, Madeira, Ureno. Safari ya kuingia katika soka, akiwa na miaka nane, alianza kucheza katika klabu ya watoto Andorina, kisha Nacional ya Madeira. Uwezo wake uliashiria kuungana na Sporting Lisbon, ambapo alitambulika kimataifa. Mwaka 2003 Sir Alex Ferguson alimsaini na Manchester United, akianzia Uingereza na hatimaye kuwa mmoja wa wachezaji bora duniani. Wanachohusiana wote moja, walianza kucheza soka wakiwa watoto esimba wa ndoto zao ulianza mapema. Mbili, walitoka familia za kawaida mpaka kufika vilabu vikubwa kimataifa. Tatu, uwezo na juhudi zao zimewaweka mstari wa mbele duniani wakishinda mataji mengi na kutambulika kama baadhi ya wachezaji bora kabisa katika historia ya soka.